Bwana mtazamaji wa Mwananchi Digital, itakuwa sio vyema kama tukiondoka hapa kwenye hili tukio la Aisha Masaka bila kuzungumza na mama yake mzazi, mama mzaa chema kabisa. Mama, hongera kwanza. namshukuru Mungu alhamdulillahi. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idi imeisha? Salaam, imebado haijaisha, inaisha kesho kwa sababu <laughs> tunaidi tatu ha, ile haji ya kwanza kuzaliwa na, nani ya kuswaliwa na sasa hivi mimi mgao wangu upo nije kuchukua nashukuru Mungu alhamdulillah natu, na nakulaidi, nanasherehekea na nani tamasha, hongera sana. Uh, binti yako alipokuja akakwambia anaanzisha kitu kama hiki kwa ajili ya kusaidia jamii kwanza ulijisikiaje? Ah, najisikia vizuri kwa sababu yeye kwanza alikuwa anacheza mpira kama shuleni, ndoka shuleni si ndakuwa ni vizuri, kaendelea totakaatungamgapo na yeye kwenye michezo na anaweza kachukua michezo kama ni fani, ameanzia kwa wazazi, kwa sababu wazazi walikuwa kwenye michezo, mcheza mpira, mimi nilikuwa mwanariadha, itakuwa ni hivyo, akawa kaizika kama kizazi kinaendelea, ndio hivyo itakuwa nikaiko mbali. Na Aisha Masaka kipaji alitoa wapi? Saka alitoa nyumbani, kutegemeana na wazazi wake, babake mcheza mpira, babake alikuwa mchezaji, mimi nilikuwa mwanariadha, sasa ndio itakuwa hivyo, kwa maana ni mrefu, sasa ndio safi Mmefanana na nidhamu ya hali ya juu kuanzia ndani, uh, ndani ya uwanja na nje ya uwanja, pengine makuzi mazuri yamesaidia kwa kiasi gani, kuanzia usimamizi wako? Ni kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunakaa kwa ajili ya Allah. Tusipokaa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hatutakuwa tufiki mbali. Tunamkumbuka Mwenyezi Mungu kwanza, alafu ndio naona mafanikio yako nini, amekupa nani? au mafanikio ndio maana awe kumwogopa Mwenyezi Mungu na nawe mtifu kwa kila kitu, hicho ndicho ninachomwombea, na nazidi kuwa mtifu nazidi na kuwa mnyenyekevu so. Umekuja kumsupport binti yako mara kadhaa, tumekuwa tukikuona uwanjani kwenye mechi za timu ya taifa kwenye mechi mbalimbali, mbalimbali kuja kumsupport. Ah, mimi ndio kwanza nitakuwa ni mara ya pili, mara ya kwanza alikuwa anacheza. Ilikuwa timu ya taifa ilikuwa anacheza, ndio hii ni mara yangu ya pili. Aliponaambia, mama kuna tamasha tuje tuje wote, ila kwa pati, kwa pati ambao babake akawasala akiwa na homa kidogo, ndio akawa hajafika hmm. Eh, alivyosajiliwa na timu ya Uingereza, moja kati ya timu na ligi kubwa, na anakuwa mchezaji wa kwanza kucheza timu kama hizo, kwanza ulijisikiaje kama mzazi? ape... na amani kwa sababu kila alichopanga Mwenyezi Mungu ndivyo atakachofanyika. Asikopanga Mwenyezi Mungu haiwezi asi kikafanyika, ndio uh, wachezaji mara nyingi wa kike wamekuwa kihusishwa sana na mambo ya kwamba anavaa kidume jike na, na vitu kama hivyo, lakini ukimwangalia Aisha Masaka ni tofauti, namna anavyovaa, namna anavyotembea, namna anavyozungumza ni wa kike. Uh, pengine labda wakati anaanza kucheza ulisita kidogo kutokana na kile ambacho alikuwa anazungumza, hapana huku sita kwake, nami na wewe ni Mwislamu, nakuona mawazi yako, namwona, namwambia na ile nawe uzidi kumwambia. Kuvaa vizuri ni stiri staha ya wanawake. Yeah, nazidi kuendelea kujistirimisha kujistiri ndio itakuwa ni heri yake. Ni mtoto wa tano, ila kwa mtoto wa kike ni wa kwanza. Ni kwa sababu e, yeye hey, ni mtoto wa kwanza wa kike, ndio kafuata huyu ndugu yake Amina yuko. Eh, sasa ndio yeye wa kwanza. Yeah, kwa sababu alipokuwa ameona wenzake wa kiume wane wametangulia ndio mawazi yake yakawa hivyo hivyo. Aisha Masaka ana mchango gani kwa upande wa familia kama familia? Ana mchango mkubwa, nasomesha wenzake, sasa hivi wako sekondari, mpaka sasa hivi wako chuoni. Tunashukuru Mungu. Soka linalipa. Alhamdulillah, sasa basi, basi mimi nashukuru sana na nakutakia kila la heri alhamdulillah, na nawatakia kila la heri nye taifa na mzidi kunilelea huyu mwanangu kwa sababu ni wenu, si wa kwangu. Sasa hivi akiwa taifa anajulikana kitaifa, mnamjua sana nyie ambao mnaishi naye huko. Nashukuru Mungu na nye mzidi kumpa support na kuombea uzidi kuwa na uzidiku, umri mrefu. Alhamdulillah.